Maamuzi ya haki kuna taratibu zake na heshima na procedure, ndio maana mmeweka haya mambo. Mahakama sio sehemu ya wa, wa, wa, usikilizaji usikilizaji wa, wa nini huwa usikilizaji wa, wa, wa hadhara public hearing. Mahakamani sio sehemu ya public hearing, ni open court, lakini sio sasa <laughs> mnanielewa jamani? Kwa hiyo wanaotaka kulazimisha kuingia mahakamani wakati hata space haitoshi nao wajiangalie tena. Naona hatuwezi kudai sivi uh, live streaming, live broadcasting, sivi na vitu gani. Hivi kwa akili yenu hii nchi na fedha za kumtangaza, mimi nishtakiwa pale munitangaze. Akishtakiwa huyu atangazwe. Live. Sio bure. Live. Mimi nikienda kupanda treni ile ya sijara, naenda Dar es Salaam munitangaze? A, hivi ni nani ni bora kuliko mwingine hapa? Mimi, hata tafasiri yenyewe tu haiko sawa, kwa sababu ibara ya kumi na nane ya katiba inachoeleza ni haki ya kupewa taarifa. Inasema hivi, kila mtu, nitasoma d anayo haki ya kupewa taarifa wakati wote, kuhusu matukio mbalimbali muhimu kwa maisha na shughuli za wananchi, na pia kuhusu masuala muhimu kwa jamii. Kupewa taarifa sio kutangazwa wakati wote. Unatangazwa wakati wote, maana yake ni nini? Yani, sasa hivi hapa sisi ingekuwa live streaming au live broadcasting, tukitembea kutoka hapa kwenda hapo ofisini kwetu tunatangazwa, huyo mtu akutupiga picha mwenyewe Alafu, kuna watu hapo wanatoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, wamenyamaza tu, haya wayasemi. Sisi mpaka huko mahakamani ndio tuje tuseme. Na na vitu vyenyewe ni vya kisheria tu na uoga wenu, unajua ndio maana skimu ya katiba yetu ni haki za msingi na wajibu. Sheria someni katiba, ibara ishirini na tisa ile inasema nini? Ibara thelathini inasema nini? Kwa hiyo una haki lakini una wajibu, una haki, <laughs> una so haki wa ya kuinjoi hizo haki zako, haki na ya mtu mwingine, free speech ambayo inatufanya tusiheshimu hata watu wazima, tusiheshimu hata viongozi. Tunataka kuwa kama magaidi maana magaidi hawaheshimu wenzao, yanaua tu. Ukishafikia hatua mtu kama wa Afrika sisi ni simheshimu heshima ya jaji mwarija? Mimi ni jaji mkuu. Lakini kwa umri wake nampa shikamoo. Kuna majaji ninawapa mimi shikamoo. Wengine wamenifundisha kazi, nipo anza kazi ofisi ya mkoa wa serikali wako hapa kwetu kwa pili To free speech. Alafu, sisi hawa, Jumamosi na Jumapili tuko kanisani tunasoma ile habari yamli sijui anane, usiseme uongo. Alafu kutwa nzima tuko kwenye mitandao tunatangaza uongo ambao utasababisha taifa lisitawaliki. <laughs> Sisi huku mahakamani mkiwaleta tutaangalia ule ushahidi jinsi ulivyo Hatutaogopa kufanya maamuzi kwa sababu ndicho kiapo chetu. Tutafanya maamuzi kwa kuzingatia katiba na sheria za ya muungano na mila na desturi bila hofu, huba, chuki wala woga. Na ndo maana unapozungumza juu ya haki, haki maana yake ni nini? Haki ni waamuzi unaofanya kwa kuzingatia katiba na sheria kwa mujibu wa ushahidi ulioletwa mahakamani ndio ibara ya mia moja na saba kaptob na mamlaka yetu yameelezwa kwenye ibara ya mia moja na saba kapto kwamba ndiyo kauli ya mwisho mamlaka ya mwisho ya utoaji haki, mamlaka yenye kauli ya mwisho katika katika utoaji haki katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba kuongezea mamlaka hayo yanashehenezwa na kuimarishwa na tunapokuwa tunafanya maamuzi kwa masilahi ya haki Ukisoma ile katiba inazungumza juu ya masilahi ya haki, masilahi ya umma, masilahi ya taifa. Kwa hiyo, mamlaka tuliyo nayo yanatokana na uwezo wetu wa kufanya maamuzi kwa masilahi ya haki, kwa kuzingatia masilahi ya haki capacity <laughs> Na ukisha kuwa na interest of justice, ndo utarudi tena kwenye bar hapa ukisema uitumie statement yako ile baadaye fundishwa. Sisi hatutaenda. Ni experience, zile principles na sheria zilizoziweka za msingi za kuimarisha upatikanaji wa haki. There is no way you can do away with the principle altogether. But vitu vidogo vidogo vitu vingine wanaona hapo, wana proceed wao wenyewe, wanasema kuna shida hapa na mimi naomba kufanyiwa na Law Society na ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali. Kama kuna kanuni hazitusaidii hapa, leteni mapendekezo. Eh, Tanganyika Law Society, kama kuna sheria haziendi vizuri kwenye dispensation ya katiba na sheria wakae wafikirie, lakini <coughs> <coughs> kuna vikwazo vya kiteknikali vingine, akili nzuri, vile ndivyo tunavisema, uongozo wa masuala ya haki huko kwenye katiba ya mashtaka niiumji chini ya ibara hamsini na tisa kifungu b nini nazukumu kaa, ambapo mkurugenzi wa mashtaka anakuwa huru katika hii ibara ndogo ya nne inasema, katika kutekeleza mamlaka yake mkurugenzi wa mashtaka atakuwa huru, hatailiwa na mtu yoyote au na mamlaka yoyote, na atazingatia mambo ya faragha. A ni ya kutenda haki, ya kutenda b a matumizi mabaya ya taratibu za utoaji haki na si maslahi ya umma yale yaliyozungumzwa hapa na na viongozi niwazingatii. Huu ndio mwongozo wenu, ya kutenda haki. Tuishi hivi vitu, kuna maisha baada ya hapa, baada ya utumishi wa umma kuna maisha. Kabla tuwa tujaenda huko tunakwenda, kuna maisha. Mweshimua anazungumza kesi, anasikiliza wewe inasema mkimrudisha siku hiyo iendelee, kwa sababu ni discontinuation. Iendelee pale ilipoishia, iendelee. Kwenye hili mimi nakiri, sisi wenyewe mahakamani tumekuwa wazembe wa kuinforce kile kifungu, kwa sababu kiko wazi. Mbona mimi kwangu walikuwa hawaleti yani, nilikuwa nayakata <laughs> hatuwezi kwenye justice jamani, justice. Alafu Mungu huwa ni rafiki wa watu wanaotenda haki, alafu hapendi kabisa wale waonevu. hata kuwajibisha tu, hata kuwa natembea unaitwa mheshimiwa nani. Sisi wenyewe tusigeuke kuwa Mungu, yaani tumefikia hatua. Mimi ndo nimesikia haya kwamba hamtaki kesi sikilizwe mapema kwa sababu eti huyu mtu ataachiriwa mapema sijui nini nini. We umekuwa Mungu, alafu kila siku nakuona nenda kanisani Jumamosi, Jumapili. Ninyi amkuwa mjuu. Kuna kitu kilikuwa kinaitwa miji ya makimbilio ambaye aliwa bila kukusudia alikimbia mbio ili asilipizwe kisasi, anaenda mpaka kule kwenye ule mji. Akifika kule anakaa, akishaingia kule, wewe unayemfukuza muue uwezi kumgusa. Kesi itasikilizwa, akithibitishwa kweli huyu aliwa bila kukusudia, yule bwana atakaa pale atafanya akiwa huru, anafanya shughuli zote. Haya magereza hayo mnayosema, magereza hayo hapo ndipo alipotoka, ilikuwa sehemu ya kwalifomu Alafu baadaye anarudi kwao. Mimi nachojua mtu anayefanya kosa kubwa kama kuua ana lifetime punishment, yani sentence yake ni lifetime. Ndio maana mimi niko hapa hakimu hapa na jaji na hukumu hapa. So, ame ame ame mtu amesha ua mkewe, kaua mtoto, kaua baba, ameoa mdogo wake, kaka yake ameuwa, dada yake ameuwa, mtu anakimbia mwenyewe, anaenda polisi, anajisalimisha nimeua, na hawa jamaa anamchaji sijui na mada, hata kama ushahidi ni manslaughter. Kwanza anzeni kusitaki watu kwa manslaughter moja kwa moja, tunataka kupunguza haya makesi. Ushahidi wenyewe ni wa mada, ni wa manslaughter, mnafungua ichaji ya mada kwa nini? Kwa nini mtu anakukataza kwamba ufungue information ya manslaughter moja kwa moja? Kama mlikuwa mnafanya kama mlikuwa mfanye fanyeni. Sisi tutabadilisha hiyo sheria ya majistrate court yetu. Haya mashauri ya manslaughter yatasikilizwa ya ya <laughs> hey, ya na mahakama ya mkoa. Eh, hatuwezi watu tuwe na nini na nini. Yaani mtu akiua ukaona akaenda kwa polisi akajisalimisha akasema, niliua lakini ni kwa bahati mbaya, sijui ni mfumania ugoni, sijui ni tukana, whatever akatoka pale kapelekwa kwa hakimu akaandika extrajudicial statement na kosa analo sitakiwa nalo adhabu yake ni kifo kwa kunyongwa? Huyo mtu amesha juta, ameshajifunza. Mnataka ajifunze namna gani? Alafu nani aliyesema makosa ni ya kuua tu? Huku virushwa rushwa tunavyochukua huku, alafu anayechukua rushwa ndo amemngangania hii, tutaimaliza <laughs> hii tutaimaliza. Mimi sikuandika ile, imesema tumejawa uzembe, tumejaa na rushwa na kutokuwajibika. Tumeshafikia hatua hiyo. <laughs> mimi natambua rifomu na juhudi kubwa zinazofanywa na mkurugenzi wa mashtaka wa sasa na timu yake, lakini tunataka mbadilike kifikira. Sisi huku hatutaikondoni ile, na tunakuja na rifomu rifomu nyingi, mpaka no stone will be left unturned, tufike tunakotaka kwenda yale yaliyoko ndani ya uwezo wetu sisi kama binadamu, Mungu ametuagiza tutekeleze haki, tuyatekeleze. Yale yanayotushinda sisi wenyewe, hatuwezi kujifanya ni Mungu. Na ndio maana nasema tumefuga, kwa sababu ya kuendekeza mambo haya, sijui polisi anafanyaje na pia wanafanyaje, tumebridi uhalifu. Ndio maana makosa yanaendelea kwa sababu yule mhalifu hawajibiki, na kesi nyingine uperezi unaendelea tu unaendelea tu, unaendelea tu. Kwa sababu wakimpeleka huko mahakama, ushahidi haupo. Hizi kanuni itakuja kuwa hii, e, this gonna be the mother of all criminal justice reforms in this nation kuleta usawa before the law ah. <laughs> Uh, kwa well, hiyo niombeeni sana. Hatuwezi sisi kusukumwa na vitu vingine vyovyote. Alafu mumebuni kitu gani hicho? Mnasema kauli mbiu yenu mfungwa au ni kitu gani? Wamesimaje mama? msemaje kumfungwa au ku wafanyaje kama mkurugenzi eh? Sasa kama ni kufungwa au kuachiwa, mbona mnaleta vitu ambavyo sivyo? Kwa nini hamtaki kama kuachiwa, achiriwe mapema? Halafu ni ubunifu gani ninyi, mkishatoka kwenye katiba na sheria, mtafomba mtafambo Katiba imesema ninyi mtaongozwa na nia ya kutenda haki, kuzuia matumizi mabaya ya taratibu za utoaji haki na masilahi ya umma. Yaishini hayo tuna mashauri na ninaombe mawakili Tanganyika Law Society, niwaombeni sana. Naibu Mwanasheria Mkuu wa Serikali ametushauri vizuri hapa sisi katika kukuza uchumi na biashara kama nilivyosema asubuhi, tumekuwa na utaratibu wa kushughulikia baadhi ya mashauri haya kuya fast track. Kwa mfano, zile commercial cases, tukaanzisha mahakama mahususi ya mashauri ya biashara, lakini pia tuna tuangalia pia na usuluhishi. Tunayo ma mashauri ya kodi huku kwenye mahakama ya rufaa, mashauri ya migogoro ya kibenki mikopo haya tutaendelea kuyashughulikia kwa namna ambayo tunayapatia kipaumbele ili yamalizike mapema. Niwaombe kuwashauri, nadhani na Mheshimiwa majaji Masabu amewashauri hapa alipokuwa anarejea zile kanuni K. kesi nyingine ni za kumalizana tu, kuelewana. Kama kesi ni ya kushauriana, wamalizane kwa suluhu, wamalizane tu. Sisi kwenye mahakama ya rufani hatujaweka kanuni ya usuluhishi na hatutaka tufanye kusuluhisha, lakini mtu akija, parties wakija wakasema, sisi waheshimiwa majaji, tunaomba hili leo tusiendelee twende, tumalizane, tumeshaanza mazungumzo, sisi tunashangilia, kwa sababu pia ni maelekezo ya kikatiba kukuza na kuendeleza usuluhishi baina ya watu wanaohusika kwenye migogoro ibara ya 107 kifungu cha 2 d, tuwaombe tekelezeni wajibu wenu kwa ufanisi kwenye eneo hili. Ninyi ni watu ambao ni very competent, mkiona kesi yenyewe wanaweza kumalizana amicable kidogo bule kidugu, washauri wa, wa, wa, wa, tu wa jamani, ili tuelewane tu hapa, tuzingatie zile kanuni na, sambamba na hilo, ikiwa hiki kesi huku yuko inasubiri kusikilizwa, mashauri yote haya ya kodi ya komasho ya, ya kibenki huku, wananchi wameanza kushauriana wao wenyewe kwamba yamalize. Ninyi ambao ni parties kwenye hizo kesi, mawakili, mtujulishe basi huku mahakamani kwamba, jamani, wateja wetu sisi wana, wana negotiate, ili kesi hiyo tusipange kwenye sesheni ikaenda kuchukua nafasi ya mtu mwingine ila tutawataka mkimaliza mtuletee taarifa kwamba tumeelewana. Kama mnakuja kurekodi deed of sijui kitu gani pale, au vyovyote vile wavyo, mnaweza kumesha file deed of settlement kwenu huko, mmemalizana, sisi mnaondoa sawa, but mtujulishe hiyo. Fanyeni lakini. Na, na, na mwanasheria mkuu wa serikali tumemshauri asubuhi na nazushukuru naibu mwanasheria mkuu wa serikali ameongea vizuri. Hii sio tija wananchi kabisa wa kawaida <laughs> wanapaswa walipe staili yao labda ya fidia ya, ya ardhi, alafu mlipaji yuko tayari, sisi tunaweka vitekinikalitiz kwa hiyo zile hela tuzichukue baadaye atulipe sisi, au <laughs> what is it. Alafu vitu vingine serikalini tunakosea tu, tunakosea. Haki iko kwa mwananchi, apewe. Hatuna sababu ya kupingapinga tu huku mahakamani. Nimesha mwelekeza solicitor general atuletee shauli yote ya dhidi ya serikali ambayo natueleza katika mashauri, ni yapi ambayo wako tayari kuyaseta amicable na yako katika stage zipi? Hili nalo tulimalize. Tumezungumzwa hapa sisi juu ya kuchelewa kupatikana kwa nakala za hukumu, hilo tutalishughulikia. Na niseme kuna kitu akijitokeza hapa lakini rais wa Tanganyika Law Society alisha nishirikisha mara nyingi. Yale maamuzi kuhusiana maamuzi yetu sisi mahakama kuhusiana na electronic filing. Naenda alipokuja walipokuja juzi hii kwa nini? Governing Council walipokuja kuniona juzi niliwaambia hatua ambayo tumefikia. Unajua kama mimi ndio ningekuwa natunga siku hiyo na maliza. Haya mngekuwa mnaona siku. Sasa kuna kushirikisha wadau. Yaani urasimu umejaa kila sehemu.